Sisi nimechoka hii nyumba. Hata sijui kwani Nakhanu ako ndio, mi nashinda kwa kwani. Alienda wapi? na anafaa kuwa mipika chakula sari abuona huku s hizi ni gani huku mnafaa na, anajifanya wamelala. Amkeni kutoka, amkeni, amka na ati heshima. Amka Nakhanu Tunakuja tunaenda kutafuta, hata ah, kwa mlango. Tunakuja tunalipa rent. Unatuletea mwanangu kwa nyumba yetu yenye tunalipa rent, anatuambia eti tukwenda ishi. Kumbuka tumekuhurumia kwa sababu wewe ndo mdogo hapa. Sisi tunakulipia rent wana, wana wana kwa kwa na kununulia chakula. Wewe unakuja kwa sababu wewe ndo mdogo. Unaleta rent. Tunajipanga rent kwa hii nyumba. Amka wewe. Ana nyasa hapa ndani. Kwanza anastahili aenda avalie hizo manguo zake nje. Ana

Pika lanji wewe, unajifanya si tunaenda kwa nyumba yetu? Wanatuchukua hawa watu, kwani wajeshi? Mimi hapo kana hanu ndo tunafaa hata mwenye tushika hata tukatandike, anaheshima aje? Heshima kabisa